Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki, sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813. Bilionea na tajiri mkubwa Elon Musk huenda kaivuruga sekta ya utengenezaji na uzalishwaji wa simu kwa kuzindua kampuni yake mwenyewe ya simu ambazo hizi zitashindana moja kwa moja na makampuni makubwa kama iPhone ya Apple pamoja na Samsung. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, simu za Elon Musk ambazo zitaitwa X Phone zitaleta mageuzi katika teknolojia ya simu kwa kuingiza vipengele vya kisasa kama vile muunganisho wa chip ya ubongo, mifumo ya uendeshaji inayoendeshwa na, na kiribandiani AI na uwezo wa kuchaji kwa nishati ya jua. Wawakilishi wa Musk wamedokeza kuwa simu hiyo itaunganishwa kwa urahisi na kampuni zake za SpaceX na Starlink ili tu kuhakikisha mtandao wa internet usio katika kote duniani. Uzalishaji huu wa simu umeelezwa kuopa kwenye hatua za mwanzo, na zinatarajiwa pia kupita njia za kawaida za watu wa huduma za mtandao, na hivyo kuwa moja wapo simu huru zaidi kwa kutengenezwa. Wachambuzi wa teknolojia wanatabiri kuwa Elon Musk akijiingiza kwenye sekta ya utengenezaji wa simu soko litatikisika vibaya na kuwapa changamoto kubwa makampuni makubwa yaliyotawala kwa muda mrefu kama Apple na Samsung. Pia kuna uvumi wa kuwa Xphone za Elon Musk zinaweza kutumia teknolojia ya betri ya Tesla ili tu kutengeneza simu yenye muda mrefu zaidi kwa matumizi ya chaji. Hiyo hapo ni SNS management, audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia katika uchambuzi wa kina, maajabu ya ulimwengu na anga